Hello, Bwana Yesu asifiwe. Tendo la ndoa na kitambi, tendo la ndoa na kitambi ni kama meno ya mbwa, haviumani. Haiwezekani mwanaume mwenye kitambi akafanya tendo la ndoa vizuri. Unajua nini? Mwanaume ambaye ana mzunguko mkubwa wa kiuno, yani ule mduara wa kiuno ambao unaanza angalau, zile tunahesabu kwa mafundisho, yani 40, zile saizi 40 futi ile arobaini, ile mnajua size ya 40 na kuendelea, huwezi ukawa vizuri kwa sababu hicho tayari ni kitambi. Kwa hiyo kadri kiuno kinavyozidi kutanuka cha mwanaume kinafanya sperm zake zinakuwa na low count, lakini pia zinakuwa na spidi ndogo, yani ina spidi yake katika kutembea. Sperm ama mbegu za kiume inakuwa ni ndogo na zinakuwa chache, lower sperm count. Nini ambacho kinatokea? Kuna sababu tatu ambazo zinafanya sperm zinakuwa zinakosa ubora wake. Sababu ya kwanza ni mafuta kwenye beli, mafuta kwenye, kwenye kwenye tumbo. Mwanaume mwenye mafuta mengi kwenye tumbo hawezi kuwa na spam zenye ubora, kwa sababu mafuta yana tabia ya kubadilisha homoni ya kiume ambayo inaitwa testosteron kuwa estrogen, ambayo inakuwa ina uelekeo wa homoni ya kike ama homoni ya kike kwa kawaida. Sasa wakati huo hayo yanapofanyika, spam ubora wake unapungua. Sababu ya pili ni mfumo wa mzunguko wa damu. Mfumo wa mzunguko wa damu kwa mwanaume mwenye kitambi unakuwa chini, kwa hiyo poor erection ndio inaenda kutokea, na mwanaume anaposimamisha kusimamisha kwake kunakuwa ni kubaya kwa sababu kunakuwa kuko chini, kwa sababu mfumo wa mzunguko wa damu haujakaa sawa. Lakini pia inakuwa inasababisha mwanaume anahema sana, kwa sababu damu inahitajika kwa wingi na ile tendo linahitaji nguvu nyingi, kwa hiyo kuhema kunakuwa kwingi, unamwona baba wa watu tu wanahema. Jambo la tatu Testosterone levels zina tabia ya kushuka kwa mwanaume mwenye kitambi, na testosterone levels zikishuka, hamu ya tendo la ndoa inapungua ama inapotea kabisa. Kwa hiyo unaona mwanaume anakosa ujasiri, ndio inakuwa kama kama watu wanasema wanasema, kitambi na tendo la ndoa ni kama Yakobo na Esau, yani mwanamke anategemea amemuona mwanaume mpana, anategemea na kazi zake zitakuwa pana, only to find mwanaume anakuwa na kazi ambayo inatia huruma, kwa sababu ujasiri haupo, lakini spams zinakuwa chache, na hiyo inamfanya mwanaume kushindwa kuwa na confidence, hata wakati wa tendo la ndoa. Kwa hivyo, ili mbegu zako zikae katika ubora, imekupasa kufanya mambo kadha wa kadha, ambayo ndio yatakusaidia ili ukipunguze hicho kitambi. Moja wapo ni kubalansi chakula, tutaona hii katika video zinazofuata, mazoezi na vingine vingi, lakini leo nitamani tu kukuambia uhusiano wa tendo la ndoa na kitambi haupo. Hawa ni paka na panya, haviumani kama meno ya mbwa. Nini unatakiwa kufanya? Hakikisha mwanaume unapunguza store ya chakula kwenye mwili wako. Mwili sio store ya chakula, chakula kinatunzwa ndani. Wewe sio ngamia wa kutembea na chakula chako. Tunza kwenye mwili chakula cha kawaida kinachokutosha, lakini store zaidi iache nyumbani, vikihitajika utakula. Tunza mbegu zako na hakikisha ziko kwenye ubora mwanaume mwenye kitambi na tendo la ndoa ni Yakobo na Esau. Itasikika kana kwamba ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ya Esau. Yaani unatofautiana. Kwa hivyo mwanaume, hakikisha unakaa vizuri ili spam zako ziwe na kaunti nzuri, lakini pia ziwe na spidi motility nzuri. Mithali 25:28 Biblia 25, 25, inaandika mtu asiyeweza kutawala kuitawala roho yake kutawala mwili wake, ni sawa na mji usio wenye boma lililobomoka. Kwa hivyo leo nitamani tu kukupa hicho, kitambi ni hatari kwa afya yako. Kitambi ni hatari katika mambo yetu ya chakula. Mungu akubariki unapokishughulikia, hata wakati mwingine, endelea kubaki na sisi.